Sawa dakta. so, mtazamaji, niko na mgeni ndani ya studio. Ni Shajara sehemu ya tatu. Leo naona tumekuwa na wageni wengi, lakini kwa Fatma anasema anataka kutoa hamasisho hasa kwa kina dada, pia kwa kina baba, kina kaka, kuhusiana na kile ambacho ameweza kukipitia yeye, kwani mbeleni hakudhani kile ambacho anakipitia ni kile ambacho anakijua hivi sasa. Yeye, familia yake, wazazi wake, walikuwa nafikiria ni mambo mengine ya kinyumbani tu, lakini anataka kututoa taka masikioni siku hii ya leo. Karibu Fatma. Asante sana. Ah, karibu sana. Aya, tuelezee yaliyokusibu ni yapi wakati huo kitambo ujigundue niko na maradhi fulani. mm. Mm. Kitu kilichonisibu wakati mwanzo tokea wapi kwanza? Kwanza mimi ni mkazi wa Mombasa lakini sasa hivi niko Nairobi kwa ajili mm -hmm. ya masomo pale Ngara Fig Tree. Okay. Naam. Uh -huh. Naam. Kitu ambacho kilinisibu ambacho sikuwa itarajia mm. kama kitakuwa hicho hapo awali nilipoingia katika siku zangu mm -hmm. niliingia kwanza 2014 ndo mm -hmm. nilibale wakati huo, sijajua period ni nini, nilikuwa sijajua period ni nini. Sasa baada ya kupata zile period kwanza, nilianza kupata homa kali na maumivu makali sana mm -hmm. nikamwelezea mamangu. Mamangu aliona tu ni homa tu ya kawaida, lakini nilikuwa am... nasikia joto hmm, jingi na pia nasikia maumivu makali hmm, like you... e, sasa kimimi nilijua labda itakuwa ni malaria hmm, ndio imekuja juu lakini, nilipomwelezea mama, mama kaona pia ni homa ya kawaida hmm. Kisha halafu nikakaa, baada ya siku mbili tatu hivi ndo nikaja nikapata hedhi ambayo mm -hmm. Hedhi hizo zilikuja kwa wingi sana na maumivu pia. First time yako sasa. Hiyo yeah, ilikuwa first time yangu na katuo huo sijawahi jua kama kuna kitu kama period za mwanzo mwanzo huwa zitoki nyingi. Sasa mimi zangu zilitoka kwa wingi sana, nakumbuka nikienda chooni mpaka nilipiga kelele nikalia mm -hmm. Mamangu akajambia kuangalia kuna nini mm -hmm. Mm -hmm. Ukamwambia? Eh, nkamwelezea mm -hmm. sa mamangu alivyoona vile pia ye alishtuka, kwa sababu wakati huo mm -hmm. kubale likuwa bado ni mdogo bado sijafikia. mm -hmm. Ulikuwa una umri wa miaka mingapi hapo? Tuseme miaka tisa, miaka kumi. Oh, ulianza nini ukiwa mdogo sana. Mm, 2014 bado nacheza na matopi sasa <laughs> pole sana eh. Ndo period zikaja nyingi, siku ya kwanza zikatoka nyingi, sikuwezi hata kuvaa pad. Nakumbuka mamangu vizuri akinikunjia kitambara kizito Mm -hmm. E, akanikunja kitambara, akanambia chukua hiki ujihifadhie. Nikajihifadhia nacho. Mwangu alikuwa kila siku toa akiniuliza, kwa nini shida nini, mbona imeenda sana? Hmm. Na mimi pia sikuwa najua lakini hmm. Tukabaki tu hivyo hivyo hivyo. Acha tuangalie angalie angali, alafu tutaona kama nini ilivyofika siku ya saba, sasa ikakatika. E, baada ya kukatika pale ndo mamangu akaniita akaketi aka na mimi akanielezea, kanambia, mwanangu, hili ni jambo la kawaida hmm. Katika kila msichana msichana yuapitia kwa hmm. hivyo, hii ni period uwejeke makini sana Ujitunze kama mtoto wa kike, usijiachie ovyo ovyo. Endapo utajiachia, uta mbeleni utakujaribu maisha yako mm -hmm. Sasa nikasikia tu vile, na maisha akaendelea ika... hapo na miaka 10? mm. Kila ikifika siku yangu ya kuingia, so, mwezi wa pili... okay, mwezi mwingine sasa pia ikaja tena kama vile vile, pia na maumivu kama hali hali. Sasa nikaa napata taabu na taabika tabu natabika mm -hmm. Ilikuwa ni ngumu kwangu sana. Nikaja nikaketi nilivyofika standard 5, wakati ndo nimeingia kwa period, alafu ndo tushaanza kusomea hama somo hivi kufundishwa, ndo nikaanza ile kufunguka akili, nikasema au kumbe ni jambo la kawaida, kila mtu huwa yapitie. mm -hmm. Tukaendelea hivyo primary, nikaendesha na ilo gurudumu la maisha mpaka nikamaliza standard 8. Ilikuwa changamoto sana bado eh, so, waumwa tu eh, alafu wakuta ukiingia darasani hivi, unakuta mara umeshtukizwa umechafua nguo So now, mambo unasoma mixed. Yeah. Mm -hmm. So, ukienuka hivi una ile aibu na uoga umeshachafua nguo, mm -hmm. ujui nini ambayo utafanya, mm -hmm. baada ya kumaliza standard eight nikaketi nika nikaja, mm -hmm. nikajiunga na high school. Mm -hmm. High school pia maisha yale yale, sasa ni kama ilikuwa bado inazidi yale maumivu kwa sababu ni kitu ambacho mm -hmm. sijapata dawa na kiko katika mwili na ukinywa painkiller nilikuwa nikitumia hizi pain kila nyingine nyingine ilikuwa nkinywa mm. Mm -hmm. Naona ni kama pia inazidi kunifumbua mm. Alafu nikaja nikamiza panadol nikakuta hiyo ndo ilinisaidia nikaa najaribu. Mm -hmm. Kutumia tu hiyo mm -hmm. Nikaendelea hivo hivo mpaka nkamaliza form four na high school pia ilikuwa shida sana, mm -hmm. Sababu so, pia ilikuwa nikiingia kama hivyo napata kuumwa napata shida, mm -hmm. Sasa nakuta wakati mwingine nakosa kuenda shule, lakini inakuwa ngumu pia walimu kuelewa. So mwalimu pia anakuambia hii ni jambo la kawaida hivi kufanya huko kiti nyumbani. Mm. Yeah, sasa ilikuwa changamoto sana kwa walimu na pia kwa marafiki zangu. Mm. Maana kuna baadhi ya marafiki pia wengine wamejaribu kujeka kando. Kwa nini mama? Kwa sababu ile umepata period vile sana, unakuta leo nimechafua. Period nyingine ifikide pia nitajaribu kujikinga kadri ya uwezo wangu, lakini bado nitakuta nimechafua hivyo hivyo. Unakuta mtu anakuambia wewe labda unafanya wkwabenaona. Sasa nilipomaliza high school hapo nikaketi, baada ya sasa nishamaliza huo mwezi ambao niko nyumbani ndo sasa nikaja nikashikwa na homa, nikaja nakumbuka, nilianza kushikwa na kifuu ile, nikisimama naanguka. mm -hmm. Sasa alafu baadaye ndo nikaanza kusikia maumivu pia, alafu tena mchana huo huo ndo hedhi zikaja tena, zilikuja mm. nyingi sana kupitiliza, yani mpaka alikuwa sina damu, nimeketi ni ile mweupe, nimeparara hivo. mm -hmm. Nam sasa ndo mamangu akanaambia itabidi uende hospitali mm. Nikapelekwa hospitali, nikaenda nikapimwa, kwa sababu brada yangu alivyopatikana na haya maradhi ya himofilia, tukaambwa niende huko niende, niende nikapimwe huenda ikaa pia mimi, hiyo ndo inanifumbua na sijui. Mm. kabidi nikaenda kufika pale nikakutana na sister Betty hapo mm. akaenda akanipima, kunipima baadaye ndo akanambia, wewe pia una himofilia lakini um, before ujue kwamba una ugonjwa huo, mama alikuwa nadhani kwamba ni mambo ya kinyumbani eh, hayo. Mama yeye alijua pia ni mambo ya kinyumbani, na mimi mm. mwenyewe pia akili yangu ilikuwa nimeshitivo, sababu maumivu ambayo nilikuwa nayapata, maumivu ambayo si ya kawaida. Pia alikuwa anaanza mesha hiyo pain killer, lakini itakutuliza kiwango kidogo alafu itakuja mm -hmm. alafu joto kwa wingi, utapata joto kwa wingi vile mm -hmm. mm. Hapo ulikuwa ushambiwa huyu mbaya wako. Eh, akupendi. nilikuwa <laughs> <laughs> e, nishaanza pia kujeka peke yangu hapo mm. pia nilikuwa nishaanza kujeka peke yangu mm -hmm. kwa sababu nilikuwa najua mm -hmm. mali nimefikia, ni bora tu niketi peke yangu mm. nikashichangamki. imefikia time pia mjeia, naniambia, mbona umejikunja sana uko hivo mm -hmm. shida ni nini? sikuweza kumwelezea kwa sababu nilikuwa sijui Mm -hmm. shida ni nini? Mm -hmm. alikuwa ni yule mtu ambaye najikunja kunja sichangamki na watu mm -hmm, si wengine kama nilivyokuwa nachangamka pale awali. Mm -hmm. mm -hmm. baada mimi kupimwa hiyo hemophilia, kugundua hii ni hemophilia inanisumbua, ujumbe kwangu sijaupokea vizuri kimimi, sababu mm -hmm. eh, nilishtuka na nilipata pigo la moyo mm -hmm. nilijambia sa kama bradhangu wa kwanza alipita na na himofilia mm. Na mimi mwenyewe pia nina himofilia, na bradha yangu mm -hmm. mdogo pia ana himofilia mm -hmm. kwa hivyo familia njima takua sisi tumeathirika na maradhi ya himofilia mm -hmm. na vipi tutakabiliana na maradhi haya mm -hmm. ya himofilia mm -hmm. so, ilikuwa changamoto sana kwangu, nikatoka nika nikarudi nyumbani Mm -hmm. Kufika nyumbani, niliketi selele, niliketi mtu mnyonge mnyonge the whole day mm -hmm. nilikuwa mtu ambaye mm -hmm. najikunja kunja sana mm -hmm. ndo babangu alivyotoka kazini nikaja, mm -hmm. nikamwelezea dadi, nimeenda nikapimwa, mm -hmm. lakini nikapatikana, mm -hmm. ni shida, ni hemofilia ndo inanisumbua. mm -hmm. So kwa hivi sasa, labda ni kitu ambacho kinakusumbua, hakina matibabu, matibabu yake ni gani? Kwa hivyo sasa kitu ambacho kinanisumbua zaidi ni kwamba maradhi haya ambayo yamenipata ni maradhi yenye changamoto nyingi kama mtoto wa kike. Na pia matibabu yake si rahisi kupatikana. Na yanasemekana ni matibabu yenye gharama. Mm. Sababu wakati alivyojulikana bradangu na tukaambiwa dawa yake ni takriban elfu themanini. Mm. Na ni dawa ambazo hazipatikani Kenya. Mm -hmm. Lakini wale wakawa ni watu ambao wame wamesema wacha tu kwa sababu ni kitu kimejulikana. Mm. Mm -hmm. na wamemjua. Mm -hmm. ni mtu wa kwanza ambao wamepatikana nao katika hiyo area ya Mombasa watamsaidia. Mm -hmm. Mm -hmm. sio ndio, kwa wanamsaidia. Mm -hmm. na hizo dawa lakini. Mm -hmm. Sasa sasa hivi ni kama dawa zimekuwa na changamoto kuingia huku Kenya. Mm -hmm. sababu unakuta umeingia katika sukuru zako Alafu maumivu, umepata maumivu makali. mm -hmm. na dawa pia, ukienda hospitali unaambiwa dawa hakuna. mm -hmm. ngoja mpaka zingie sasa. mm -hmm. Kitambo dawa zingie, we umeumia. Ukiangalia upande wa shule pia inabidi, mm -hmm. sasa una stop kwenda shule kwa sababu yale maumivu unayoyapata, mm kwa hivyo -hmm. okay. so, so, uh -huh. maumivu yalikuwa ni kisha ingia tu pale kwa hedhi, yani ni kama amekuketisha hauna hauna, hata kitu chako kimesimama. Yeah, kila kitu chako kimesimama. Maana mm -hmm. ukiangalia tayari damu ikipungua kwa mwili hao ni madhara. Mm -hmm. Alafu unaangalia damu yenye pia inatoka na inatoka damu ambayo si ya kawaida. Mm -hmm. Shauna. Alafu pale bado na um, maumivu na pale pale kifunzi kimefuatia juu. Mm -hmm. Sani mtu ambaye umekiti umetulia tu mahali pamoja. Mm Ni -hmm. mtu ambaye ajihofia sana. Mm -hmm. ina, yeah. ina, ina inapunguza pia damu yako mwilini. Yeah, inapunguza damu kwa sababu nakumbuka nikiwa high school kuna wakati ilinikuja hivyo mm. Period ikaja kwa wingi sana mm. Nikapata maumivu makali, sasa nikabidi niombe ruhusa kwa mwalimu mm. Nilivyoomba ruhusa nikapata ruhusa ya kwenda nyumbani mm. Wakati wa kwenda nyumbani, si kufika nyumbani, nikaenda nikapoteza fahamu njiani mm, ambayo hicho ni kitu cha hatari sana mm -hmm. Sasa ni changamoto ambazo nimeweza kukabiliana nazo mm -hmm. Nimeweza kupambana nazo sana mm. Sasa mimi binafsi nikasema ni bora nijaribu kujulisha taifa kule nje, watu wajue hemofilia ni nini, na ikimpata mtu yamsumbua vipi hemofilia. Na hemofilia haimwathiri mtoto wa kike peke yake mm -hmm. pia mtoto wa kiume humwathiri mm -hmm. Na pia katika mimi, kuna wakati kuna rafiki yangu mmoja ya mamake alikuwa ameenda kujifungua hospitalini mm -hmm. Sasa katika kujifungua, asemekana alibleed sana mpaka akapoteza uhai wake. Sasa mimi katika akili yangu nikasema pengine huu mama alikuwa wakabiliwa na haimofilia lakini madaktari hawakujua kama shida ilikuwa ni haimofilia. Ndio nikasema uzuri kuisambaza kila mahali kila mtu ajue na afahamu kama haimofilia ni maradhi. Kwa sababu mimi wakati huo nilikuwa najua si maradhi ni uchawi. Nilikuwa najua labda pengine nimerogwa sababu damu waona damu ambayo atiririka na si damu ya kawaida, alafu sasa yangu nilikuwa ni ile heavy flow. Mm. Naam. Wow. So, so kwa hivi sasa labda ungependa ufanyiwe nini we mwenyewe? Naona umejitoa mwenyewe kama balozi unataka tu, uh, ku spread your gospel kwamba huu ugonjwa upo, watu wasiudharau. Mm. Ungependa yeah, nini kifanyike? Eh, ki mimi ningependa kupata usaidizi. Kwanza kabisa ningependa rais wetu wa taifa la Kenya aweze kutusaidia sisi kama wagonjwa wa haimofilia tuweze kupata dawa kwa urahisi. So inakuwa changamoto Um, kama saa mwanafunzi upande wa shule una stop ama kazini una stop. Um, na watu washajua period ni hali ya kawaida kwa mwanamke sasa. Um, kwa kuna vile bosi hizi kukuelewa ati umeingia kwa period ndio imekuketisha. mm -hmm. hata mimi pia imenipa changamoto baina yangu mimi na walimu kadhaa. So, walimu wanakuambia kwa nini period ndio itakuketisha nyumbani? Mbona uketi nyumbani? Kila mtu anapata period, siwe peke yako. Mm. Shaona hiyo pia ni changamoto Ba yeah, bado mm, hawajaisha kuelewa, na ushaipata wasichana ambao wanapitia shida kama yeye naam. mm -hmm. ni... na, na, na mm, katika grupu yetu ya himofilia nishaipatana na msichana mm -hmm. ambaye pia e anasumbuliwa na hiyo hiyo himofilia Mm, kwa grupu watu ambao likuwa nawafahamu tulikuwa kama wasichana wanne ambao likuwa nawafahamu na wana himofilia mm -hmm. ambayo sasa hii inatakikaniwa ienezo zaidi kule nje ili watu wengi waweze kufahamu manake, labda kuna mtu yaumia na haimofilia na hajafahamu kama ni haimofilia. Yeah, ona tu e, pia mimi, kuna tab na, pia mimi hivyo hivyo hivyo nikiwa high school, kuna mwenzetu mmoja ambaye pia alikuwa akiingia katika hedhi zake alikuwa apata shida kama hizi hizi hizi, hizi. Mm -hmm. mpaka alikuwa akiweza kuregeshwa nyumbani ama apigiwe mzazi wake ajachukuliwe sasa mimi nilishuku ngasema hii labda pengine ilikuwa hemophilia lakini sikujua hmm. Na hakujua mm. shaona mm. -hmm. Ulivyosema, kuna mwenzako mmenikumbusha eh, kisa kimoja nikiwa high school mm. Kuna msichana alikuwa wakati akiingia siku zake za siku zake za hedhi mm. Akienda chooni, mwalimu atakwambia lazima mfuate chooni mm. Na ukweli ukimfuata chooni utapata labda huwa am, alikuwa amezimia mm. -hmm. yeah. Na unamwona ako very pale. Okay, sawa sawa. Kwa hivyo sasa ungependa wewe as a person usaidizi wa kupata hizo dawa ama uko sawa, ni kwamba wewe unaweza kujimudu? Mimi, mimi kama mimi binafsi ningependa ninge tupate usaidizi wa dawa, tuwe na dawa zetu katika nchi yetu ya Kenya. mm -hmm. tuwe na dawa zetu ambazo zitatusaidia sisi wagonjwa wa, wa hemophilia. Pia ningependa kupata usaidizi kama kutatokea mtu ambaye atanishika mkono niweze kusomea zaidi mambo na kuzamia counseling kwa sababu pia mimi nasomea somo la guidance and counseling. Mm -hmm. ili niweze kuzamia zaidi kwa kina kuweza kuelimisha jamii kule nje kwa mm -hmm. sababu guidance and counseling ili nisukuma mimi kufanya guidance kwa sababu ya changamoto tofauti tofauti. Changamoto ya kwanza ilikuwa hii hemophilia. Mm -hmm. na pia changamoto nyingine ni kuangalia mazingira pale nyumbani. Mazingira pale nyumbani ni mazingira ambayo ni dhaifu, mazingira mabaya Mm -hmm. ni mazingira ambayo usipokuwa na subra utajikuta umejiharibia mbeleni. Mm -hmm. Sasa nakumbuka nikajitolea mimi kama binti pale nyumbani Mombasa. Mm -hmm. kuchukua hii volunteer wake ya kuhamasisha wasichana wakati wa corona. Mm -hmm. Wakati wa corona nilivyosikia hizi habari za corona, wasichana wengi wanapata hizi mimba za mapema. Mm -hmm. Usakuta mwingine ashafukuzwa kwao, pengine hakuonekana, ameonekana na kijana. Mm -hmm. So, mimi nikachukua hili gurudumu la kufanya volunteer wake ya kansel mm -hmm. Wale vijana pale nyumbani nikajitolea okay, na ase. Nikapata wale vijana mm -hmm. Pale nikaa mm -hmm. Nahamasisha kuhusu maisha ni hivi na hivi na hivi mm -hmm. Mm -hmm. Asante sana. So, kwa nambari yake ya simu, mtazamaji, umeweza kuiona hapo katika kiwambo chako cha runinga, lakini naandika Mwanasiti eh? na Mwanasiti ni jina la nani? Na mamangu. Na oh, bado we ni mdogo sana <laughs> na kwa ule ambayo ungependa kumsaidia anasema na ana uchutu pia wa kutaka kujisomesha zaidi kwa ile, uh, counseling, guidance and counseling pia. Mm. Aweze kuhamasisha zaidi na pia ikitokea nafasi ya kwamba waanze ile vuguvugu la kuweza kutafuta dawa ambayo ipatikane kwa urahisi kwa wale ambao wana maradhi kama hayo, mtazamaji, itakuwa vyema zaidi. Na kwa hivi sasa muda kidiasi umeweza kutupa kisogo, ikiwa ni saa sita na dakika hamsini na moja, nasema shukrani sana Fatma, karibu sana siku nyingine, tutaweza kualika katika vipindi vya afya uweze kuelezea zaidi ukiwa na muda zaidi kwa watu ambao wapate kufahamu mawili matatu kuhusiana na ugonjwa huo. Ama kwa hakika, anasema ni kweli, kule nyumbani kuna baadhi ya maradhi ambayo utaweza kupata. Wengi watasema kwamba ni maradhi ya kinyumbani, lakini uh, ukweli wa mambo ni kwamba maradhi yako na yanamsibu kila mtu katika pembe ya nchi hii. Mtazamaji, nasema shukran sana kwa muda wako, tukutane hapo kesho maulana atakaporidhia. Umekuwa na milulu Hasan na kutakia mchana mwema kwa hii